Ndio maana Mwenyezi Mungu katika watu saba aliosema watapata kivuli chake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa chake, mmoja ni nani? Kiongozi mwadilifu. Kwa sababu ya utukufu ya umuhimu ya kuwa na watu waadilifu tumeingia kwenye JNU sisi, mzee wetu katuongoza tuingie kwenye JNU, tutengeneze palipoharibika Tuinyooshe nchi hii. Tutauana, tutauliwa mpaka lini? Utawaua watu wanyonge hawa mpaka lini? Utawadhulumu mpaka lini? Utaunda serikali iliyojaa madhalimu wezi mpaka lini? Eti jamani! Ndio mzee wetu wakasema, na sisi tukakubali kwamba tuingie, hii nchi yetu tuipe nafasi, tupate viongozi tutengeneze utaratibu wa kuendesha nchi hii kistaarabu, lakini hata habari badala yake wako bizi kutengeneza dhulma nyingine. Inshallah, dhulma hii Mwenyezi Mungu hatoisimamisha, ameen. Na kwa sababu, ndugu zangu, tunakwenda kwenye uchaguzi huu sisi tukijua, tuna uhakika kwamba ni washindi, hatujawahi kushindwa tunakwenda kwenye uchaguzi huu kwa nia ya kwenda kutetea ushindi wetu. Hatuende kutafuta ushindi wetu, kwa sababu tunao, au vipi? Ushindi tumekuwa nao, tume naambia hawa tumewapiga mwereka na miaka mitatu, na eh? Tukiwa na miaka mitatu tisini na tano, leo tuna thalathini na tatu. Tukiwa na miaka mitatu leo thalathini na ngapi? Tatu. Na kwa hivyo tunakwenda katika uchaguzi huu kwenda kutetea ushindi wetu, na tunakwenda na kauli mbiu yetu kwamba ujinga ujinga, sasa basi. Tunakwenda na kauli mbiu yetu ujinga ujinga, sasa basi. Huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar, hatuwezi kuendelea kuwaachia hawa. Mbali ya jambo la nchi tunalozungumza, lakini hili la utawala hatuwezi kuwaachia.